Wangu wangu jendele nikapata taarifa kutoka kwa sheha wangu, sheha jirani yani ni Hamisi wapa Kizimbani kundia. Sheha gani? Kuhusu nini? Kwale sehemu gani? Ha, gani Kwale mwisho huku mie, watoto wanaitwa nani, kanamba wanaitwa Ruaiha na Ruaida, jina wanaitwa Ruaiha Manga Omari na Ruaida Manga Omari. Ni kijiji cha Kwale, ambapo kwa ni kijiji changu mimi cha shehia ya Finya, ikiwa mimi ndio sheha wa shehia ya Finya sasalumslam kutoka Kizimbani, Wete, Pemba. Yaani mimi nilikuwa kwa dukani kwangu pale, baada ya kupata habari muda si mrefu, kama kuna watoto wa Manga huko wamejitundika pale. Kwa hiyo mimi hapo hapo nikatoka nikafunga maduka, nikaja zangu haraka na kufika, nikaona kweli tokeo lipo. Kwa kweli tokeo hilo limetugusa na limetuumiza sana tu, hasa kama sisi, kama ni wazazi. Kwa hiyo kwa kweli tunaumia asilimia mia kwa hiyo huu ni mtihani mrefu kwa kweli, lakini vile vile twashukuru angalau sihaba. Jeshi la polisi baada ya kupata taarifa, angalau wamejitokeza, wamekuja pamoja na zimamoto, usalama na vikosi vingine, wamekuja vizuri kwa kushughulikia, kwa kuchukua wenyewe kamera zao na maelezo na mambo mengine yanayofuata. Kwa kweli wamefanya shughuli zao mpaka na madiza na kuchukua maiti zao hizo ili kwa kwenda kuwapeleka hospitali kwa kupata vipimo vyao wanavyohitaji. Wawili kuji, yani kujinyonga kwa wakati mmoja, yani kamba moja wamejitundika hivi. Kwa hiyo, labda wewe limekugusa vipi? Yani, mie kama mzazi limeniumiza kiasi fulani, mzazi au mlezi, limeniumiza kiasi fulani, nani la kihistoria halijawahi kutokea Itowao wito wato, wato, wangu tuwe na hadhari kwa watoto, tuwe waangalizi kwa watoto wetu, yani watoto tuwa tuwe nao karibu, tuwe nao karibu, tuwasikilize matakwa yao.